likuwa na mji mkubwa sana wa kifalme uliozungukwa na milima ya mawe, mito ya dhahabu na bustani zenye harufu ya maua ya nadra. Katika mji huo palikuwa na mfalme mmoja aliyejulikana kwa jina la Zuberi Epe. Alikuwa mfalme wa heshima, mwenye hekima nyingi na moyo wa huruma. Raia wake walimpenda kwa utawala wake wa haki, lakini wachache walijua kuwa ndani ya moyo wake kulikuwa na giza zito alilobeba tangu ujana wake. Kila usiku Tangu alipokuwa kijana mdogo, Mfalme Zuberi alikuwa akisumbuliwa na ndoto ile ile. Ndoto ya kushangaza, ya ajabu na yenye sauti ya mafumbo. Katika ndoto hiyo, alikuwa ameketi kwenye kiti cha kinyozi wa zamani. Kinyozi huyo akiwa na uso wenye mistari ya hekima na macho ya kina. Kila alipoketi, kinyozi alimsogelea, akashika kichwa chake na kumnong'oneza kwa sauti ya pole: Siri ya kichwa hiki haiko kwenye taji, bali kwenye nywele zilizofichwa. Na hapo ndoto ilikatika. Ndoto hiyo ilimrudia kila usiku kwa miaka mingi. Alijaribu kuwasiliana na wachawi wa kifalme, waganga na manabii, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kuelewa maana ya ndoto hiyo. Japo aliendelea na maisha ya kifalme, moyoni alijua kuna jambo kubwa analopaswa kulijua lakini halijafichuliwa. Mwaka mmoja baada ya siku ya sherehe ya miaka kumi tangu atawale, mfalme aliamua kufanya jambo la ajabu. Alivaa mavazi ya kawaida, akavaa kilemba cha kijijini na akaondoka kwenye ikulu yake alfajiri kabla ya jua kuchomoza. Alitaka kujichanganya na watu wa kawaida, kutafuta kwa macho yake mwenyewe bila kinga wala ulinzi. Hakuambia hata wasaidizi wake alikokuwa anaenda. Alitembea kwenye mitaa ya kawaida, alizunguka masoko, alikula katika vibanda vya kawaida na kuzungumza na watu kwa jina bandia la Juma. Watu walimchukulia kama mtu wa kawaida, jambo lililompa nafasi ya kusikiliza maisha yao, huzuni zao na ndoto zao. Lakini lengo lake halisi lilikuwa moja: kumtafuta yule kinyozi wa ndoto zake. Baada ya siku tatu za kutembea mji kwa mji, hatimaye alifika kijiji kimoja kilichoitwa Majani Mapana. Huko alisikia fununu kuhusu kinyozi mmoja mzee, ambaye hakuwa akinyoa tena, ila alikuwa na maarifa ya ajabu. Kinyozi huyo aliishi karibu na mto mdogo, katika kibanda cha udongo kilichojengwa kwa mikono yake mwenyewe. Mfalme alifika pale, akagonga mlango kwa heshima. Mlango ukafunguliwa polepole na mzee mmoja aliyevaa kanzu nyeupe. Alimtazama kwa macho ya mbali bila kusema lolote, alimsogelea mfalme na kusema, karibu sana mteja wa ndoto. Mfalme alitetemeka. Hilo lilikuwa jambo la kwanza lenye kuthibitisha kuwa huyu si mtu wa kawaida. Aliketi kwenye kiti cha kinyozi, kiti kilichohifadhi kumbukumbu nyingi. Kinyozi alimwangalia kwa macho ya ndani, akasema, miaka mingi nimekuota, nimekusikia na nimejua utakuja, lakini haukuwa tayari Leo hatimaye umetulia, umeacha kelele za enzi zako, na sasa umevaa unyenyekevu. Hii ndiyo saa ya siri kufichuliwa. Mfalme hakuweza kusema neno. Kinyozi alianza kumnyoa polepole, nywele zikimwagika kama manyoya ya historia. Kisha alianza kueleza: miaka mingi iliyopita, kulikuwa na malkia mmoja mrembo sana aliyeolewa na mfalme wa zamani, lakini palikuwa na kaka wa mfalme huyo aliyeitwa Sadiki. Sadiki alikuwa na moyo safi na alipendwa zaidi na watu kuliko mfalme. Hofu ya kumpoteza enzi ilimfanya mfalme kumuua kaka yake kwa siri na kwa hila, akaiba mtoto wa kaka yake, akamlea kama mwanawe wa kifalme. Mtoto huyo ndiye wewe. Macho ya mfalme yalijaa machozi, alijikuta hana pumzi, moyo wake ukipiga kwa nguvu, nasema, mimi si mtoto wa kifalme wa sasa? Kinyozi alitikisa kichwa polepole. Pole, wewe ni mtoto wa kifalme wa damu ya haki, lakini ulizaliwa kwenye mzizi usio wa hila. Ulipozaliwa mama yako alikufa kwa huzuni, baba yako, kaka wa mfalme, aliuawa na usiku huo huo mtoto mchanga alipelekwa kimya kimya kwa mfalme aliyepo. Hii alama hapa kichwani mwako, ile nywele isiyonyolewa kamwe, ni alama ya kifalme ya ukoo wa Sadiki. Niliambiwa nisiiweke wazi hadi siku utakayokuja kujiuliza mwenyewe. Mfalme alifunika uso wake kwa mikono, hakuamini, lakini moyo wake ulitambua kuwa alikuwa amekutana na ukweli mkubwa wa maisha yake. Hii ndiyo maana ya ndoto, hii ndiyo maana ya maneno ya mafumbo aliyoyasikia usiku kwa usiku. Kinyozi alimkabidhi sanduku dogo la mbao lenye alama ya kifalme ya zamani. Ndani yake kulikuwa na pete ya kifalme ya ukoo wa Sadiki pamoja na barua iliyoandikwa kwa mkono wa baba yake wa damu. Barua iliyoeleza kila kitu kwa maelezo ya kina na salamu za mwisho kwa mwanawe. Baada ya siku kadhaa za kimya na tafakari, mfalme alirudi ikulu. Aliitisha mkutano wa wazi kwa taifa lote, na mbele ya majemedari, viongozi wa dini na wazee wa taifa, alisimulia kila kitu. Hakuwalaumu waliomlea, bali alisimama kama kiongozi mwenye nguvu ya ndani. Akatangaza enzi mpya ya uongozi wa haki na ukweli, akafuta baadhi ya sheria kandamizi na akasimika utawala wa wazi. Watu walishangaa, lakini walimkubali zaidi kwa sababu sasa walimwona mfalme aliye mtu kama wao, aliyethubutu kutafuta ukweli, kuuvua unafiki na kusimama juu ya miguu yake mwenyewe. Kinyozi hakuwahi kuonekana tena. Wengine walisema alirudi porini. Wengine wakasema alikuwa malaika wa maumbile aliyekuja kwa muda tu. Lakini hadithi yake ilibaki midomoni mwa watu. Siku hizi kwenye kiti cha kinyozi wa kifalme limeandikwa maandishi ya dhahabu. Siri ya kweli haiko kwenye kilemba wala taji, iko kwenye nywele ambazo hatuthubutu kuzinyoa hadi moyo utakapofumbuka.